Ni majira jioni, tuko hapa India, India nchini India katika bara la Asia. Naitwa Chinga One Online TV. Ah, kama tulivyomwambia hapa nchini India kuna, ah, kuna kuna walinzi ambao wanajua kazi yao. Kuna walinzi ambao wanajua kazi yao, na walinzi hawa wanaitwa mbwa. Hapa mbwa ni walinzi ambao wameajiriwa rasmi na wanajua kazi zao. Ungana nami basi ili uweze kujua mbwa hawa uh, wanafanya kazi gani na kwa muda gani. Kwa sababu uh, kila mbwa anajua kitengo chake na anajua muda wa kuingia kazini kwake. Twende tuungane, tuwatafute hawa mbwa wapo wapi katika mtaa huu ambao sijaujua vizuri hapa nchini India. Kumbuka, uko nami. Singa, Singa One, Online TV 2 fuatano na mi na basi kama unavyomwona huyo huyo, yuko katika lindo lake, ameshaingia kazini, yupo kazini na anasubiria niye. Mkifunga tu anakuwa kazini moja. Mishari kwa moja yeye, yeah, yeah, yupo kazini tayari moja. <laughs> Huyu yupo kazini, anasubiria watu wafunge. Wakishafunga basi moja kwa moja anakuwa amesha repoti huyu, amesha repoti kwa kazini. Yuko kazini kwake moja kwa moja <laughs> ni majira jioni, tuko hapa India, India, nchini India, katika bara la Asia. naitwa Chinga One online TV. Ah, kama tulivyowaambia hapa nchini India kuna ah, kuna kuna walinzi ambao wanajua kazi yao, kuna walinzi ambao wanajua kazi yao, na walinzi hawa wanaitwa mbwa. Hapa mbwa ni walinzi ambao wameajiriwa rasmi na wanajua kazi zao. Ungana nami basi ili uweze kujua mbwa hawa uh, wanafanya kazi gani na kwa muda gani. Kwa sababu uh, kila mbwa anajua kitengo chake na anajua muda wa kuingia kazini kwake. Twende tuungane, tuwatafute hawa mbwa wapo wapi? Katika mtaa huu ambao shuuja ujua vizuri hapa nchini India. Kumbuka uko nami Chinga One Online TV. Twende fuatana na mimi. na basi kama unavyomwona huyo huyo, yuko katika lindo lake, ameshaingia kazini, yupo kazini na anasubiria nyie, mkifunga tu anakuwa kazini moja Mishari kwa moja yeye, yeah, yeah, yupo kazini tayari moja. <laughs> Huyu yupo kazini, anasubiria watu wafunge, wakishafunga basi, moja kwa moja anakuwa amesha ripoti, huyu amesha ripoti, uko kazini. Yuko kazini kwake moja kwa moja <laughs>